Ayo tumejisikia vizuri kuja kuwatembelea nyinyi na kuwapa zawadi. Haya tunayaita ni matendo ya huruma. Kila inapofika tarehe nane mwezi wa tatu, ambayo ni kilele cha siku ya Wanawake Duniani, mamlaka ya mapato, hasa sisi mkoa wa Mwanza, huwa tunafanya mambo kama haya, lakini leo tumeona ni vema kuja hapa katika kituo cha Mitindo kuwapa zawadi kwa sababu na nyinyi pia mnahitaji, kwa kuweza kuwalea na kuwatunza vizuri. TRA tuna kazi kubwa ya kukusanya mapato na ku... kukusanya mapato na pia ku jana tumeenda Bugando na sehemu nyingine kuona watoto wenye saratani. Ninajisikia moyo wangu kama una unakuwa unavuja una, una kutoa kutoa zaidi. Ninawaambia, kwa wale ambao wenye uwezo yoyote yule ambaye ana uwezo japo kidogo Mungu amempatia wa waweze kutembelea kwenye maeneo kama haya yanayofanana na haya. Hata kama wanaona vituo vya watu binafsi ni basi waende hata kwenye vituo vya serikali wakawasaidie hawa watu, kwa maana misaada hiyo inawasaidia maanake, na wao serikali inaweza ikawa wakati mwingine inatoa lakini upo uhitaji zaidi. Kwa hiyo ni washauri ambao wa, Mungu amewajalia amewapa neema waweze kusogea na kutoa kwa wengine ya yeah. Vitu vyote tulivyoleta hapa thamani yake ni milioni tatu laki tano arobaini na nane. Kama unavyojua sisi ni akina mama, na katika kuelekea ile siku tulitamani tusifurahi tu sisi wenyewe Uh, tuko akina mama, tuna watoto, tuna familia. Kwa hiyo tunavoguswa na wale watoto wetu kule nyumbani, tuliona ni wazuri pia kuja Mitindo. Tunaamini hapa wako watoto wa aina nyingi, kuna wenye ulemavu eh, ule wa ngozi, kuna ulemavu wa masikio, ulemavu wa macho, na kiukweli tumewaona, na tunavoona hichi kituo ni kikubwa na mahitaji ni makubwa, japo serikali inawasaidia sana, lakini tunaamini tukimshika pia na sisi mama Samia mkono kuelekea siku ya wanawake itapendeza zaidi uhitaji wa hivi vituo au sehemu za namna hii ni mkubwa kiukweli. Kwa hiyo ni wasii akina mama kutoka taasisi nyingine, ziwe za serikali ziwe private, iwe ni mtu binafsi, unajua uh, unaweza ukajisikia tu Mungu amekubariki sasa na unahitaji kutoa sadaka. Nitoe rai na niwashauri ni vizuri ni sana wakatembelea maeneo kama. Kwa upande wangu pamoja na wenzangu tulikutana pamoja nimesikia furaha sana kuwaona watoto na kwa sadaka tulioleta kwa siku ya leo. Watoto wanahitaji, kuna vizivu kuna vikofu kuna walemavu wa ngozi. Kwa hiyo tuna tu furaha sana kwa sadaka yetu tulioitoa, na tuweze tu kuendelea kutoa na zaidi. Ah, kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa kuwapa wa kibali watu wa TRA kutoka mkoa wa Mwanza. Kwa kweli tumewapokea kwa furaha, wametuletea zawadi nyingi na nzuri kwa ajili ya watoto wetu. Tumepokea magodoro, tumepokea sukari, mchele, sabuni, lakini pia juisi kwa ajili ya watoto wetu, na watoto wamefurahi, maana wote wamekunywa juisi wakati wageni wakiwepo. Kwa kweli inatusaidia, maana watoto wetu ni wahitaji, wanahitaji vitu vingi vitu kama hivyo walivyotuletea kwetu ni furaha kwa sababu vinawasaidia watoto, wanafurahi, wakati mwingine wanajisikia kama wako nyumbani, kwa sababu kuna vitu wanavileta ambavyo hawavipati mara kwa mara, mfano juisi. Lakini wageni wetu wakija kama hivyo, wakiwaletea, watoto wanafurahi sana. Lakini pia ni furaha furaha kwetu sisi walimu, tunajisikia furaha kwa sababu watoto wakifurahi, na walimu pia tunafurahi. Okay, nipende kuwashauri wazazi ambao wana watoto wenye changamoto wasiwafiche nyumbani sasa hivi elimu ni bure, sasa hivi mambo yako wazi, haina haja na washauri wazazi wa staili hiyo, wasiwe na hiyo hali ya kuwaficha watoto, kwa sababu ukifanya hivyo ni kama ume umemlaumu Mungu, kwa nini amekupa mtoto wa aina hiyo. Kwa kweli tunapaswa kuwakubali watoto wetu na kumshukuru Mungu kwa kutupa watoto wa aina hiyo, lakini tumuombe Mungu atupe nguvu za kuwalea na kuwatunza watoto hao. Nakuta mtoto ameletwa hapa amekaa kadri miaka mia miwili mitatu hajawahi kuona wazazi. Mtoto kama mtoto anaumia kwa sababu na yeye anatarajia au anatamani kumuona mzazi au anatamani watoto wenzake wanavyoenda likizo na yeye aende likizo, lakini unakuta mzazi hapatikani, hata ukimtafuta kwenye simu hapatikani. Mtoto anabaki na maju, na majonzi. Kwa hiyo mimi kama mwalimu linanisikitisha lakini tunalibeba kama lilivyo kwa sababu ni wajibu wetu sisi walimu kulisimamia. Ndio hivyo tunawasaidia watoto kwa kukaana